Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, watafiti wanawake wana sayansi duniani ni asilimia 33 kwa tafiti zilizofanyika mataifa 107 kati ya mwaka 2015 hadi 2018. Hilo lina wasukuma watumishi wa taasisi binafsi na walimu katika nyanja ya teknolojia kusimamia ndoto za mabintu wa kike katika ulimwengu wa akili ya kubuni. Hatutaki kumwacha mtoto wa kike nyuma. Kwenye kila fursa tunahakikisha yupo, anaipata kwa urahisi. Lakini hawa wasichana ni viongozi wa baadaye, um, ni innovators wa baadaye. Uh, siku moja watatengeneza masuluhisho ambayo yatakuwa ni rahisi kutumika kwa wanawake na uh, women friendly. So we are looking forward wa well, sio tu kujifunza ku code leo au kujifunza kusoe AI leo lakini baadaye waweze kuwa um, innovators, waweze kuwa gunduzi wa mambo mbalimbali ambayo yanaweza mbali mbali mbali mbali mbali kutusaidia sisi wanawake na jamii kwa ujumla. Kwa sababu tutawaonesha watu ambao tayari wanafanya na namna gani wamefanya, na hii itawajengea wao ujasiri kwamba kumbe hata sisi tunaweza kufanya, haijalishi tupo katika mazingira gani au tunapitia tuna, tuna changamoto gani, lakini tunaweza tukafanya mambo ambayo yanafanyika na watu wengine. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwapa confidence, lakini pia kuwapa ile uh, hali ya udadisi, kudadisi mambo na kuchanganua na kuona namna na gani uh, jamii inaweza ikanufaika na teknolojia. Masomo ya sayansi Tanzania yanapewa kipaumbele kwa watoto wa kike ili kuenda sambamba na mabadiliko ya kidijitali, hasa teknolojia ya akili ya kubuni. Wasichana wanafunzwa kuhusu kuitumia kompyuta, kufanya utambuzi na hata kuandaa programu za kujiendesha zenyewe. Ewa, tumejifunza vizuri japo ni wageni, lakini tumepata experience na tunaweza kushare kwa wenzetu. Kwa kuwa sisi tumejifunza hapa, tunaanza kuwa mabalozi wazuri kwa wenzetu. Je, mafunzo haya yanawezaje kuinua ndoto za mabinti hawa? Dorin Joseph ni mwanafunzi katika shule ya sekondari Dar es Salaam, anaeleza teknolojia itakavyomsaidia yeye na jamii inayomzunguka watu walikuwa wanatumia muda mrefu sana kusolve matatizo yao, lakini baada ya hii knowledge akili mlemba kuja, watu wanatumia muda mfupi sana kutatua matatizo yao, wanajua jinsi ya kutengeneza audio project. Lakini nimejua jinsi ya kutengeneza audio project, image project na vitu vingine vingi nimejua jinsi ya kutengeneza post project. Yani nimejua vitu vingi sana ambavyo sikuwahi kuvijua hapo mwanzo. Ingana na UNESCO, wasichana bado wanakabiliwa na changamoto ya usawa katika elimu ya sayansi. Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayofanya juhudi kumwondoa mtoto wa kike kutengwa katika suala la elimu. Miongoni mwa jitihada hizo ni pamoja na kurudisha mashuleni mabinti waliokatishwa masomo ikiwemo kupata ujauzito na ndoa za utotoni.